Je, yeah, Tanzania diaspora ndani ya Marekani wana ugonjwa wa akili au walitumwa kufanya walichokifanya? Lazima tujiulize haya maswali mawili kwa sababu sitaki kuamini ni akili zao ziliwatuma kufanya haya maandamano katika ofisi za IMF. Yaani kuna mawili. Kama sio ugonjwa wa akili, basi walilipwa kufanya walichokifanya. Kwa sababu sote tunajua nchi inayoongoza kwa magonjwa ya akili duniani ni Marekani. Kama ulijui, ujue ndo leo hii ujue, kwa sababu Marekani ndio nchi mtu anaweza akatoka ndani kwake na bunduki na akaingia barabarani akaua watu pasipo na sababu. Sasa, kwa sababu hili ni tatizo linalo watafuna wa Wamarekani, ikabidi walitengenezea jina kwamba ni ugonjwa wa akili. Kumbuka Magharibi, matatizo yao wao wanayafanya ni matatizo ya kidunia Waindi wanamsemo kwamba western problems problems are global problems, but other nation is is problem not their problem not. Matatizo ya magharibi huwa wanayafanya ni matatizo ya kidunia, ila matatizo ya dunia ya sehemu nyingine za dunia huwa hawayataki kuyakubali kwamba ni matatizo ya kidunia. Sasa kama sio hili la ugonjwa wa akili kuwasukuma wasukuma hawa Tanzania diaspora ndani ya Marekani, basi itakuwa walilipwa kufanya maandamano, kwa sababu Marekani inaruhusu mtu kulipwa kufanya maandamano kwa Marekani. Hii ni sheria kabisa, ina inawalinda. Yaani mimi naweza nikamlipa mtu akaandamani. Sasa hawa bwana walijikusanya, wakafanya maandamano kwenye ofisi za IMF na World Bank kushinikiza hizi taasisi za fedha zisisaidie Tanzania kwa sababu Tanzania inavunja haki za binadamu mambo ya demokrasia na utawala wa sheria. Hivyo vitu vitatu ndio huyo kiongozi wao anajiita Liberatus amevitaja kwamba wao kama walipa kodi wa nchi ya Marekani hawataki fedha zao zije ziwasaidie madikteta, na nukuu maneno yake huyu bwana. Sasa huyu bwana anadai wao ni walipa kodi wa Marekani ambao fedha zao zinasaidia madikteta kama Samia. Tunataka tumsaidie huyu bwana labda hajui dunia inavyoenda. Mimi, ndio maana nawaambiaga ndugu zanguni, hakuna watu ambao wanane, wanalelewa kwa kudanganywa katika uso wa dunia hii kama wa Marekani, japokuwa sio wote, wako wanaojitambua, wanajua, lakini wengi wao hawajui dunia inakwenda wapi. Namba one wewe bwana, unayedai kwamba mnalipa kodi na kodi zenu zinaletwa kwa madikteta kama mama Samia, je, wajua kodi zenu ndio zinafadhili Israeli kuiharibu Gaza? Asilimia mia ya bajeti ya Israeli ya kijeshi inatoka Marekani. Israeli anapigana na Gaza, Israeli anapigana na Houthi, Israeli anataka apigane na Iran. Hiyo pesa Israeli anapata wapi? Kodi zenu nyie mnayodai mnaisaidia dikteta Mama Samia. Namba mbili, pesa yenu nyie ndiyo inayopigana vita ya Ukraina na Urusi. Hivi we jamaa yangu we Liberatus, unafikiri ni ile Tanzania ya magazeti na redio moja au eh? At least sisi tuna bahati tulielewa na redio Tanzania ilitusaidia kufuta ujinga wa kizungu. Maana tungelelewa na maradio mengi mengi kama ya sasa nahisi tungekuwa na akili kama ya kwako. Bro, unajua dunia inavyoenda kweli wewe, huyo organizer wa hayo maandamano. Okay, anyway. Kwa hiyo lengo lako wewe unatuombea njaa maanake. Imagine IMF wangewasikiliza nyinyi na hao wa benki. Kwa hiyo wakaacha, wakakata mawasiliano ya huduma ya kifedha na Tanzania. Usichokijua, IMF iko kwenye competition. Zamani IMF alikuwa yeye mwenyewe. Sasa hivi unajua huduma za kutoa mikopo duniani ziko ngapi? We brother, huyu jamaa mimi nahisi hajui dunia inaendaje. Yani, anaamini kwamba leo hii IMF isipotusaidia World Bank ikifunga na Tanzania tunakufa. IMF ilimweza Mugabe kipindi hicho. Na naamini leo hii Mugabe angekuwa hai isingemweza. Brother, hakika. Alafu niwakumbusha wa Tanzania hawa ndo wale wanaopiga kelele, wanataka raia pacha, na mimi niliwaambia kuanzia day one raia pacha. Yani neno raia pacha haina tofauti na malaya kwa sababu raia pacha anataka awe huku na ale huku na huku Just like malaya anataka ale huku na huku. Nikamwambia wazi, tafsiri ya neno raia pacha ni malaya, na malaya ni mtu ambaye sio mwaminifu. Kwa hiyo hawa wanataka kutushinikiza masharti ya mabwana zao. Imagine huyu mtu angekuwa na raia pacha, angekuwa angekuwa kirusi kiasi gani? Kwanza asingefanya maandamano? Huyu angepewa pesa aje nchini, sasa aanze kuwa corrupt viongozi wetu wa kiserikali, kuendana na sheria za unajua, za Kimarekani. Unajua ndugu zangu, ninyi hamjui jinsi gani Amerika anavyoziharibu nchi Raia pacha inamsaidia Marekani kudestabilize nchi nyingine. Brother, kama maisha yamewashinda Marekani kwamba ni mpaka mwandamane ndio mpate hela ya kula, rudini Tanzania, bado tuna mapori mengi sana, mnaweza mkalima. Sasa hivi unaweza ukalima viazi ukaenda kuuza China. Siku hizi soko sio Marekani tu. Ndugu zanguni, acheni kutumika vibaya huko Marekani, acheni kutumika vibaya nawaambieni. Kama kweli nyie mna uchungu katika dunia hii, hebu angalieni kinachofanyika Gaza, muandamane kwa Trump aache kufinance Israel kuiharibu Gaza kiasi hicho. Hivi leo hii, we brother, ukiwa Mungu ndo unahukumu utaanza kumhukumu Letanyau, utaanza kumhukumu Mama Samia. Kiasi kikubwa cha fedha yenu hiyo ambayo umesema mnatoa kodi, unahakika kinakuja kwa kina dikteta Mama Samia au kinakwenda kwa kina letanyau na kina Zelensky? Da, ah, ndugu zanguni, jitahidini, mwelimike, acheni usomi. Usomi ni kuprogramiwa akili yako kuwatumikia watu fulani. Elimika. Ujue ukweli wa hii dunia wacha kutumika vibaya nyie diaspora alafu kingine diaspora hii siyo ile Tanzania ya gazeti hii sio ile Tanzania ya televisheni ambazo zina community za huko kwenu hii ni Tanzania ya social media nchi inayoongozwa kwa maskini wengi duniani ambayo pia ni nchi tajiri ni hiyo nchi yenu Marekani hiyo ndio nchi tajiri yenye maskini wengi duniani wamejaa Hollywood hapo hapo mlangoni kwa Trump hapo kuna mahomeless wanalala Hebu njoo hata kwa Mama Samia pale Dodoma utakuta kuna homeless pale, hata Magogoni hakuna homeless eh. Marekani hapo mlangoni kwa Trump kuna walala nje yani, yani ukitaka kujua ishara ya Marekani umefika Marekani, nenda Washington DC, hapo mlangoni utakuta kuna walala nje, wana haki ya kukaa hapo ndio, yaani moja ya symbols, moja ya yani, ishara za kwamba umefika Marekani ni walala nje. Bro, unakuwa na guts za kuwahubiria Watanzania haki za binadamu kweli? wa Amerika wana... <laughs> Nakosa hata maneno ya kuongea na nyie diaspora, diaspora Marekani maisha ni magumu sana, tunajua mambo ya mortgage, mnalipa kila kitu, mnalipia mpaka pumzi mnayopumua. Rudini nyumbani, mtapokelewa. Mnachotakiwa kukifanya ni kuukana huo uraia wenu wa Marekani, mkuje nyumbani mlime. Siku hizi kuna market nyingi, kuna Chinese market, kuna Russian market. Unauza bidhaa zako, maisha yanaenda. Tunajua maisha Ulaya ni magumu Unaweza ukaniambia unaingiza labda dola 4000 lakini dola 4000 yote federal anabeba. Unalipia kila kitu tunajua. Yaani dola 4000 ya Marekani na mtu aliye Tanzania anapata milioni moja. Milioni moja ya Mtanzania wa kawaida ni hela nyingi sana kuliko hiyo dola 4000. Sijui milioni kumi, milioni kumi sio kitu. Tunajua hamuishi maisha, mnaishi mateso ambayo hayaelezeki. Na atusemi sisi, wanasema wa Amerika waliozaliwa huko kwenu, huko wa Amerika wanaenda China. Unashangaa Mchina akipata tatizo la kiafya ambulance ikija kumchukua halipi hata kumi kwenu you have to pay for ambulance. O, na fikiri Elon Musk ni tajiri kwamba ni mjanja sana, kakuta sheria za kibwege za kinyonyaji akapita mlemle. So do not lifestyle, jifanye mnatupenda sana, nyiye ni machawa, mnatumika hamna maisha. Kwa hiyo inabidi mtumike mnavyojirahisisha. Kwa hiyo plani mliyoichukua ni kuliku dalalia taifa, yani ni kututengenezea sisi matatizo ili mambo yenu yaende ya sindio manake, kwa sababu mnatuombea mabaya. Sasa sisi wa Tanzania, imagine ya IMF ika ika step up kikwelikweli kwamba iko kingangari kutuharibia maisha, mtafurahia sindio manake? Kutupresha mnachotaka nyie sindio manake? Kabla mjapokea hizo hela zenu za michongo ili kutudalalia sisi maisha yetu huko, muwe mnajiuliza mara mbilimbili, je, awa tanzania ni mabwege kiasi hicho? Bwana Laberatus brother hii siyo dunia ya magazeti na television. Hii ni dunia ya social media. Hapo ulipo kila siku binad, lazima bunduki ilie, binadamu auawe. Wa hiyo nchi yako uliopo Tanzania, bunduki ikilia moja tu haijatoka kwa, kwa polisi, ni lazima tupate taarifa. Achana na utekaji, utekaji wanajua wenyewe kwa wenyewe. huwezi kutekwa, una sababu, hayo ni maswala ya security, wanajua wenyewe. Sisi tunakuuliza hapo juzi jana, bunduki zimelia Washington, sijui wapi hapo, ile hujafanya maandamano kwa ajili ya hilo. Mama Samia ndo mnyonge wako, si ndio? Trump, Trumpu unamwogopa. Watanzania diaspora wanalipwa pesa kutuharibia sisi maisha. Tuwe makini na diaspora, na hawa wa diaspora ndio wanaolilia raia pacha. Jiulize, ukimpa huyu mtu raia pacha, si anakuuza mchana kweupe? Mchana kweupe anakudalalia uhai wako, unauawa Tanzania. Kiingereza sio elimu, tafuta elimu Kenya. Kiingereza akitakupa ugali kama hufanyi kazi. English won't give you ugali unless you work. Elimikeni msio wasomi.